Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya tano fungu la ishirini na tisa Biblia inasema kwamba jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe, ulitupe mbali, nawe kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Hebu jaribu kufikiri kwa kina kidogo, jaribu kufikiri ndani ya moyo wako, uone ni kiungo gani kinachobaki ikiwa ndivyo hivi inavyotakiwa Yaani, ili uweze kuingia mbinguni, kama kuna kitu ambacho unaona kinakukosesha, bora ukaking'oa, ili mbinguni uingie, kuliko ukaenda jehanamu ukiwa nacho hicho kiungo. Jaribu kuona jinsi ambavyo ni vigumu kwa mwanadamu kukamilika kwa uwezo wake mwenyewe, kwa matendo yake mwenyewe. Kama tungekuwa tunatoa viungo, nadhani hata kichwa kisingekuwepo. Lakini Yesu alikuwa anamaanisha kitu gani? Yesu alikuwa anataka kuwaambia nini wanafunzi waliokuwa wakimzunguka, pamoja na wale Mafarisayo, pamoja na watu wengine wa sheria waliokuwa wakimzunguka? Yesu alikuwa anataka kuwaambia kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kukamilika kwa jitihada zake za nje. Hakuna, hayupo. Yesu alikuwa anaeleza matakwa ya sheria ya kina zaidi kuliko vile ambavyo wao walikuwa wakidhani, na kwa namna yoyote ile mwanadamu asingeweza kufikia viwango hivi vikubwa namna hii, kwa sababu miili yetu ilishakuwa dhaifu. Miili ni dhaifu, haiwezi kufikia viwango vya namna hiyo. Sasa niambie, kama ni hivi, inamaanisha jaribu kuiangalia mwili wako we mwenyewe, jiangalie kichwa, jiangalie mabega, jiangalie moyo, vyote viangalie, alafu niambie, ni kiungo gani ambacho kinabaki? Niambie, ni kiungo gani ambacho kinabaki kama ikiwa ni kwa kuvitoa viungo vyetu ili tuweze kuingia mbinguni, niambie ni kiungo gani ambacho kinabaki? Bila shaka hakuna kiungo kinachobaki, hakipo. Ulimi ulishowahi kuonja vitu ambavyo havifai, macho ulishowahi kuona vitu visivyofaa, akili imeshawahi kuwaza, kichwa, yaani hakuna kiungo ambacho kinabaki. Yesu anajaribu kuwachukua wanafunzi pamoja na watu wote waliokuwa wakimsikiliza, waone jinsi ambavyo agano la kale Agano la sheria na matendo lilivyokuwa gumu ambavyo lilikuwa haliwezi kumkamilisha mwanadamu mbele za Mungu. Na kwa sababu bado alikuwa hajaenda kuangikwa msalabani kabla ya wao kujua neema itakayokuja, alikuwa anawaonyesha ugumu wa kuokolewa kwa matendo yao wenyewe. Huwezi kukubali neema ya Yesu Kristo bila kujua ugumu na gharama inayohitajika ya matendo yako ili uweze kuokolewa. Huwezi. Kwao, Yesu anajaribu kuwaonyesha kuwafafanulia sheria jinsi inavyohitaji matakwa ya sheria ya kina zaidi, ili wajue kwamba hawawezi kwa nguvu hawa zao wenyewe, wanahitaji mkombozi. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya tano ishirini na saba hadi ishirini na nane, Biblia inasema maneno haya: mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Wao wanadhani ni kwa nje. Yesu anasema ukisha mtazama mwanamke ukamtamani, umekwisha kuzini naye moyoni mwako. Hii ndiyo sheria. Ona jinsi ambavyo wanadamu wote walikuwa wameshikwa na hatia, yaani hakuna ambaye angeweza kusema kwamba mimi labda niko vizuri, hayupo. Na huu ni mfano moja wapo tu, ziko sheria nyingi nyingi. Sema usiue, lakini nasema kwamba mtu anayemchukia ndugu yake, anayemwonea hasira ndugu yake amekusha kumuua. Ni nani ambaye hajawahi kumwonea hasira ndugu yake? Yupi? ndugu yangu, wewe ni kitu. Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako Yesu anatuonyesha kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kuokolewa kwa matendo ya sheria. Tunaokolewa kupitia neema yake, tunaokolewa kupitia yeye pekee. Kama hatutaikubali neema, hatuwezi kuokolewa. Kama hatutakubali kwamba damu yake limwagika kwa ajili yetu, hatuwezi kuingia mbinguni mungut